na kualika tena kwa mara nyingine mpenzi wangu mzuri kabisa mtazamaji, nichukue fursa hii kuwashukuru wale wote mnaopiga simu kutoa pongezi kwa ajili ya kipindi hiki na wale mnaotupa maoni yenu. Nyinyi ni watu wa muhimu sana kwetu, kwa kweli, mnafanya kitu kizuri na hicho mnachokifanya ndo kitu ambacho kinafanya kipindi chetu kiwe bora zaidi, na na sisi tutajitahidi kukiboresha zaidi kama ambavyo mmekuwa mkituambia. Leo tuna mada yetu tena, kama kawaida yetu, nilishasema raha ya simulizi ni raha tu, yaani tunataka tuwe na na mahusiano fulani hivi amazing, yaani mpaka bwana yani, e, mke wangu kabadilika sasa hivi, lakini kumbe umeweka kibano chako cha mia tano, umeingia pale kwenye raha ya simulizi, unamwangalia Zainabu Madinda mwenye raha zake mjini, mambo yanaenda, unajikuta ninavyoongea maneno yangu pia ya, ukiashika matatu, ndugu yangu, mambo yanaenda, unajikuta unaanza kubadilika. Tuwe mwenyewe mada yetu ya leo ipo nafikiri nataka kujua ni mada gani mada yetu ya leo inahusu wanandoa. Jamani, kuna wadada mnawapa marafiki asilimia kubwa sana katika ndoa yenu, yaani marafiki ndo wana play part kubwa kuliko mume. Yani, unamkuta dada mmoja ana marafiki wanne, watano, watatu. Um, nisieleweke vibaya. Kuwa na rafiki si kitu kibaya ila aina ya marafiki zako ni sahihi kwako? Hao marafiki ulionao ni watu sahihi katika maisha yako? Ikumbukwe kwamba moyo wa mtu ni kichaka au naweza nikasema moyo wa mtu ni msitu mnene. Hawa wanaokuonyesha meno yao leo ni watu sahihi kwako? Hawa wanaotabasamu leo na kukupa pongezi nyingi ni, ni watu sahihi katika ndoa yako? Ni kweli watu wote hawa wanakutakia heri katika ndoa yako, wewe pamoja na mume wako? Niwarudishe nyuma, watu wanasema adui wa mtu ni mtu. Aliyesema adui wa mtu ni mtu ni nani? Alikuwa ni mtu na alikuwa na akili zake timamu na aliyaona haya, ndio maana akayasema Dada huna kifua, ukisikia pa shoga angu njoo, yani mimi leo muuu, yani natamani kufa. Una nini shoga angu? Na moja na mbili na tatu na nne na tano, shoga angu, una nishauri vipi? Yani akili yako ni ya kushikiwa shikiwa, hata siku moja hujawahi kuiamini akili yako kwamba we unaweza ukafanya maamuzi sahihi. Mumeo labda kakushirikisha kitu tu kidogo, mke wangu mimi bwana na kila kile changu iki hapa, unaonaje? Tukaenda kufungua akaunti benki. Kweli mme wangu, sai ni benki gani nzuri hiyo? <gulimewangu> sa sijaelewa, sichu tukafungua benki fulani, au siu twende benki fulani, ile ndio inakuaga nzuri, haina shida, mme wangu. Mumeo akitoka tu, dada usiokuwa na aibu wewe kibarazani. Sasa unaanza kutafuta njia ya kuwaelezea shoga zako, chanzo unaanza hivi: <laughs> Jamani, hivi ni benki gani nzuri kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa kutunza pesa zako kweli? Watu eh, benki fulani nzuri, mi niliwekaga pesa zangu pale, yani pesa zinakuwa salama sana, ile benki iko vizuri sana watu vipi, unataka kufungua? Yaani shida yako litaka kuulizwa vipi unataka kufungua account, lile ndo ilikuwa target yako mwanamke, pale ndo naanza kujimwaga <laughs> yaani mme wangu jana kaja na laki nne tu, akaniuliza mke wangu, sijui tukafungue benki gani account. Ndo nikanajiuliza ni nikasema ngoja nitakuja kuuliza kwa mashoga zangu benki nzuri. Dada, hakunaga benki mbaya duniani, tusidanganyane wala usitafute kiki kila benki lengo lake ni kutunza pesa. Moyo wako usiokuwa na haya u usiokuwa na kifua, wewe ukaanza kuyaropoka mambo yako ya maendeleo. Huyo unayemsimlia hata akaunti kwenye tigo pesa hana, elfu kumi tu ya akiba hana, unamsimlia mambo ya laki nne. Unajitaka, unafikiri kila mtu anakupenda kwamba yaani, wewe mtu akisikia umeendelea anafanya uh, he bola shoga yangu kapata hiki jamani da, hey, hey, tumenua kiwanja hey bola shoga yangu. Dada, unaweka hatarini maisha ya mume wako. Mi nakwambia ukweli, sifa ya kwanza ya mwanamke, moyo wake umegawanyika, moyo wake una chumba nasebule dada, kama ulikuwa ujui, shoga yangu, yale magumu mazito ya sirini ya kwake yeye na mume wake anayafungia chumbani. Haya ya sebleni dada, ukija utayakuta. E shoga yangu, nimepita fulani, kanipiga kikumbo, mmecheka mmegonga. E shoga angu, fulani naye vipi, nimemwona kavaa kijola kipya, mmecheka mmegonga, maisha ndo yanaendelea. Unaanza kukaa kusimulia mambo mazito ya ndani kwako, una uhakika huyo unayemsimulia anayabeba kwa kiasi gani? au je atayahifadhi kama wewe we tu umeshindwa kuyahifadhi mambo yako, jirani yako ndo atakuhifadhia? Umeshindwa kupata kifua wewe kama wewe cha kuhimili kuyabeba magumu yako, cha kushindwa kuyahimili magumu ya mume wako, je, huyo nayemwambia ndo unamwamini ndo anaweza akayabeba? Halafu nashangaa, eti mwanamke umeenda mwenyewe kuyabwaga mambo ya ndani kwako, halafu huyo huyo unatoka, ehe, nimekuja bibi wewe. tena mlivokosa haya siku hizi, mnachukuaga na matarumbeta, mnavaa na vijola, mnaenda kumsuta mtu, nimekuja, ilikuaje? Ilikuaje? mambo yangu nilivokusimulia, ulimsimulia ya fulani fulani, akamsimulia fulani. Wewe yalikushinda kuyahifadhi, unayemwambia ndo atayatunza? Wewe ndo mjalana ulokosa haya, jichunguze wewe na nafsi yako kwanza, kabla hujaenda kumsuta mtu mwingine, kisa katangaza mambo yako hadharani. Mlindaji mzuri wa mambo yako ni wewe mwenyewe. Ukikaa na mtu anakuchekea jino lake, unaliona mpaka jino la huku mwishoni, usifikiri na moyoni anakuchekea hivyo hivyo hawa hawa marafiki ndo wanaharibu nyumba za watu. Wewe leo ukika na mashoga zako kutwa, unasimulia mapungufu ya mmeo kutwa unasimulia mapungufu ya mmeo wako, na wao ndo marafiki zako, ndo kukicha tu wapo kwako, wanaangalia wewe tena basi hmm. Yaani mimi leo simpikii kabisa, leo okajana kanikera kani, kama nini yaani leo simpikii huh? Unasema kweli? Hupiki jana kakukera, unawasimulia mashoga zako. Kwa taarifa yako, basi hao mashoga unaowasimulia ndo wanayachukua mapungufu yako kwenda kuyafanyia kazi kwa mumeo. Bidada, kama ulikwepo juu, siku hizi dunia imepinduka chini juu, juu chini. Jichanganya ikupindue, unakuja kwanza kutulilia watu siamini shoga yangu mwenyewe nilimpa siri zangu, nilimpa mambo yangu. Mambo yako ulimpa, ulitumwa au kiherehere chako kwenda kusimbia mambo ya ndani kwako kwa majirani? Leo kamchukua mmeo tena, anaishi naye raha buheri, kwa sababu anajua wewe ulikuwa ujui kupika bibi. Wewe muda mwingi ulikuwa unatumia na mashoga zako, kumpikia mumeo chakula cha kueleweka hujui ndo usifunge hata kuja kunua mkaa, saa mbili usiku, ndo naanza kuhangaika kuangalia vigenge, limefungwa saa tatu kasoro, nifanyeje? Ngoja nikanunue chipsi. Mumeo namlisha chipsi, mwanamke? Ntanua tu mume wangu dagaa ya mchele tutalumagia, mwanamke. Unamnunulia mumeo fungu la dagaa alumangie, sawa basi. Anataka labda mwenyewe, mke wangu nimemisi dagaa mchele, au nimemisi samaki wa kukaanga wa kurumangia, asemeye mwenyewe. Lakini na mboga nyingine zipo mwanamke, vinakshinakshi. Jua kupika mwanamke, lake jiko tena. Chakula cha kukipika kikaiva kinaanzwa kupikwa mapema. Sio mwanamke saa mbili na nusu ndo unaanza kuhangaika kupika. Wakati mume wako anarudi saa tatu, utapika unaloweka. Halafu leo mkipewa talaka mnalalamika. Mwana mama mwenyewe alikuwa kimeo tu bwana. Mwana mama mwenyewe, mwanaume gani mwanzo hukumuona? Wakati anakufata hukumuona bi dada. Hmm? Hukumuona kama na vimiamia mia mbili au ulikuwa unajua ni tajiri? Alikuwa anakuja kwako na ndege yule. Au alikuwa anakuja na meli yeah. Eh? Alikuwa anakuja na meli kwako kufata, kukwambia dada, sijui moja mbili tatu, nakupenda nataka nikuoe na treni, nakuja naei kalikodisha. Alikuwa anakuja na kanda mbili zake, si siuliziona elfu mbili mbili zake zitakusaidia. We si ulimwona ni mume bora kwako kwa. Inakuwaje leo siku mbili tatu, mwache bwana fungu la kukosa dada, mnaojiita mmefundwa, ni misungo ya kutisha, ni misungo hatari. Ndio tunarudi katika mada ile, kumfunda mtu wiki ng'ombe anenepi siku ya mnada. Dada huna kifua. Umesikia hili umelipeleka umelisikia hili, umelipeleka. Dada hukute anatulia ndani kwake, kutu anawaza niende kwa mama Aisha, niende kwa mama fulani, niende kwa mama Yusufu, niende kwa mama mama Sale. Kwa miguu yako ina nini? Kwa nini sikaenda ndani kwako, ukatulia mumeo? Basi akukute mwanamke, umeoga, umepika vizuri umevaa umejiandaa kwa ajili ya baba anarudi. Baba karibu, mume wangu, karibu ndani. Maji ya kuoga mume wangu, chakula baba. Mtakula pale, mtacheka, mtafurahi na ndoa yako. Lakini anakukuta dela liko puu, ndo kwanza unatoka kwa Mama Aisha kwenda kuazima kisu. Hata kisu cha ndani kwako hujui kilipo. Unaanza kuangaika kumenya vitunguu mpaka mwanaume anauliza, kwani ulikuwa wapi? Huna kazi ni mama wa nyumbani, lakini saa tatu kasoro mume wako anarudi, wewe ndio unamenya vitunguu, jasho linakutoka, maskini ya Mungu, una haha, unahangaika. Wanawake, kwani tunakwama wapi? Kwa nini tusihifadhi siri za waume zetu, tukawafichia siri? Jamani, kwani we unavyo ya lopoka, lopoka nje mambo ya mume wako. Kwanza jiangalie na ujiulize, unalopoka mambo ya mume wako, alafu jioni unarudi pale pale kwake? Kama basi umeona hakufai, yalopoke hayo mambo ya mume wako, then ondoka, sio kutwa kukaa mwanaume mwenyewe yuko hivi, alafu jioni unarudi pale pale kwa mwenye mapungufu mazito kweli, mtu anaweza akafanyiwa, lakini angalia na mtu wa kumwambia fulani, nikimwambia, anaweza nikajisikia kama nimetua mzigo, anaweza akanishauri vizuri, sio ukifika tu na hmm. Yaani wanaume hawa unategemea ulizwe imekuaje? Kwani ah, wewe, acha tushoga yangu, yaani mwanaume wangu mimi ndo boksi boksi halafu jioni unatoka, ah shoga zangu mi naondoka, mi nakaa tu pale kwa ajili ya watoto. Uliambiwa siuondoke? Huna kwenu? Kama kweli mwanaume wako ana mapungufu makubwa kiasi hicho, kisa chao kwenda kumtangaza kwenye vijie kwa wanawake wenzio, siuondoke, nndakadafute mwanaume anayekufaa huyo, malaika ambaye wewe unamuona wakati unaji, unajiandaa kuyasema mapungufu ya mume wako, ujue na wewe hujakamilika. Halafu ujue kwamba hakuna mwanaume aliyekamilika. Kila mwanaume ana changamoto zake. Huyu leo akiwa maskini labda kipato chake hakija kukidhi sawa utamdhara utamfanya chochote unachojua, lakini ipo kesho na kesho kuto, utampata tajiri unayemtaka wewe, lakini sasa na yeye ana changamoto zake. Kakurudia saa nane, kakurudia saa kumi na moja, kakurudia asubuhi kabisa, kakurudia baada ya siku mbili, unyamaze, unakaa na jakalakola roho Puh, moyo unakulipuka, moyo unakulipuka, mume wangu siukanizalavlissindoliokua na mtaka. Jamani, uvumilie na raha ya matajiri. Wanandoa ni wale waliojitafuta pamoja, lakini wadada nyie, siku hizi mkiona mwanaume anagali anaanza kukoda miwake. Eh. Unajua historia yake, jamani, unajua alitafuta na nani? unajua alipata shida kiasi gani? Una kazi ya kulumbua tu, anza kutafuta na wewe na mume wako. Mungu akiwajalia wa mkapata mtakula matunda yenu mema. Mimi tabia hii sijaipenda. Wanawake, punguzeni kulopoka mambo ya ndani kwenu kwa marafiki zenu. Halafu nyinyi nyinyi sasa, yaani unakuta mtu leo hamsimulia shoga yake mambo ya ndani kwake. Huyo shoga yake aliyesimuliwa kesho anayapeleka naye kwa shoga yake, halafu huyo anayasikia, wanaenda wanachambana. Hey, umeasimlia mambo yangu unanianika kwa marafiki zako sijui nina na nini? Wanagombana, wananuniana, anatafuta shoga mwingine, hakomi kwamba yalimkuta sehemu. Tunaelewana hapo? Anaanza tena kusimulia tena Mme wangu ana hiki, mme wangu ana hiki. Mwisho wa siku, huyu naye kamsaliti, kaenda kamnanga kwa marafiki zake wengine, anakuja fulani mbaya sana, wewe mzuri, utampata hapi. Anza kuwa mzuri wewe kwanza, halafu utapata marafiki wazuri. Usitegemee tu kafanyiwa uzuri wakati wewe mwenyewe ujielewi. Tunataka tutengeneze ndoa zenye ubora, tunataka tutengeneze familia salama. Sasa hivi watu waliokaa kwenye ndoa miaka ishirini ni wa kuhesabu. Unakuta ndani ya mwaka mmoja mdada na ndoa tatu, ndani ya miaka miwili mdada na ndoa saba. Na ukianza kufuatilia historia, je, ni nani aliyekuwa mkorofi? labda ni nani aliyekuwa ni hakuna mkate mgumu mbele ya chai, japo kuna mapungufu makubwa mengine magumu ambayo kweli mwanamke unaweza ukasema hili hapana, na hata ukimshirikisha mtu yoyote mzima awe mzazi au ndugu yako wa karibu yoyote yule mwenye umri wa kukuzidi wewe, ukamshirikisha hilo jambo, atakwambia mwanangu, kweli kwa hili hapana. Hayo yapo, lakini kuna watu wanaachwa kwa sababu mume wake kakataa kumnunulia kijora cha sare, shoga yake ana harusi kila kijola nataka akate, ndani mwanamke pako pu, lakini anapambana aende akatunze dressing table kule, akaonyesha matashtiti fulani yamjue. Wanawake tujieleweni, ukisikia mwanamke ni jeshi kubwa, sio maneno. Wanawake ndio tunaweza tukafanya familia zetu zikasimama. Wanawake ndio tunaweza tukafanya mahusiano yetu yakadumu. Hakuna mwanaume aliyekamilika, kila mtu ana mapungufu yake, ila katika hayo mapungufu yana aina mbili. Kuna mapungufu mengine ni ya kawaida, yanavumilika, lakini wewe sasa kwenye mapungufu haya haya ya kawaida ya kuvumilika unalipuka moto, na waliokuwa kwenye mazingira magumu yasiyovumilika wasemeje? Tulia katika ndoa yako, ongea na mumeo basi, mwambie mume wangu tufanye hivi na hivi, mweke mumeo jinsi ambavyo unavyotaka wewe. Mwanaume akisha kuona wewe ni mwanamke unayejitambua, ni mwanamke ambaye una, unaelewa nini unakifanya katika ndoa yako, mwanaume yeye ni mtu tu wa, wa kusema, eh, okay Wacha tufanye hivi, mwanaume kafanya ka, ka, ka kazi yake nzuri. Mi nakumbuka kuna dada mmoja alikuwa anahitaji pesa kutoka kwa mume wake, lakini akaona hata nimuombeje, mume wangu. Akaambia mume wangu, naomba tuombe kabla ya kulala akafumba macho, dada watu, akasema: Mungu asante kwa kunipa mume mzuri, ninakushukuru Mungu kwa sababu mume wangu nampigania, anapoenda kazini, mume wangu anafanya kazi kwa ulinzi wako Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mume wangu. Ninaomba Mungu mzidishie mume wangu kipato chake, kiwe kikubwa Mungu, ili hata ninapohitaji pesa ya kwenda kununua kitu fulani, Mungu awe ananipatia kwa sababu umembariki Baba. Najua mume wangu